Ya yeah, mtazamaji wa Swahili Gospel TV karibu katika exclusive interview na siku ya leo nipo na mwamba mmoja ambaye anatingisha sana Tanzania kwa ujumla. Natamani tufahamu majina yake, alafu na mengine yaweze kuendelea. Lakini mimi langu jina linaitwa Helen Chionda. Karibu sana in case auja subscribe katika YouTube channel yetu ya Swahili Gospel TV. Make sure unafanya hivyo, alafu inakuwa ni vyema sana. Habari yako? nzuri kabisa. Safi kabisa. Ah, tunatamani kuweza kusikia kutoka kwako majina yako e, mi naitwa Abasi Enoki William Chionda. Ah okay. mm. uh, kwa yule ambaye anakutazama leo kwa mara ya kwanza natamani kufahamu, umezoea katika mitandao Chionda, Chionda, Chionda, Chionda, mm. Chionda. Eh mimi ni Pan-Africanism na napigania ustaarabu wa kurejesha ustaarabu, mila na tamaduni za mtu mweusi toka kwenye vifungo vya kikoloni: elimu, siasa pamoja na dini. A, hivi ndio vifungo vyetu vikubwa sana watu weusi. Elimu ni ya kikoloni, dini ni ya kikoloni mm, na demokrasia ni ya kikoloni ambayo imsaidii mtu mweusi. Okay. Kwayo, kwa hiyo, kwa haraka haraka mtu akikuuliza wewe, dini gani, unajibu nini? Eh, mimi naamini katika dini za kale za Kiafrika Ninaamini hmm. utukufu wa wazee wangu na bara langu la Afrika na watu wangu. Sawa, kama ambavyo mara kwa mara umekuwa ukisema kwamba <clears throat> unaamini kwamba dini zimeletwa huko kutoka hmm. ugenini, hmm. upande wa wazungu pamoja, hmm. na Waarabu, lakini kwa Afrika hmm. uh, tuna nguvu zetu za asili za mababu hmm. Hmm. Uh, swali ambalo natamani kufahamu kutoka kwako hmm. tunaona Wakristo haswa walokole wanapokuwa wanaomba kwa jina la Yesu, tunaona vile ambavyo shetani anazidiwa. Labda hii nguvu nayo chimbuko lake haswa ni eh, hawa wote unaona, walokole wanasema kwa jina la Yesu unaponya magonjwa hmm. hakuna shahidi wa uhakika wa, aliyetokea na kusema ameponywa kutokana na maombi ya, ya, ya Yesu. Hii yote tunasema delusion kama ni kuwafanya watu waamini vitu ambavyo havipo. Sina ushahidi kusema ukweli wa mtu ambaye ameshinda kanisani, ameenda na ugonjwa mm. akaponywa kwa maombi ya kutokana na dini ya kigeni hakuna. Lakini wapo wengi tu wanashuhudia, tukiona katika makanisa kadha wa kadha, wanasema alikuwa anaumwa kwa muda mrefu mm. kaombewa, amepona. Mwingine alikuwa labda anatafuta mtoto kwa muda mrefu, baada ya kuombewa. Yaani mtu kama huyo anakuwa kashazunguka hospitalini sana ameshaenda kwa waganga sana lakini alipokuja kanisani na kuombewa kwa jina la Yesu akapata kile ambacho kinamtatiza. Kina kama viongozi wa dini wana uwezo kweli wa kuponya watu magonjwa, sio? So, oh, viongozi wa dini. Yeah. kupitia jina la Yesu. Yeah. ni viongozi wa dini lakini. Yeah. kupitia jina Yeah. la Yesu. Sasa kama jina la Yesu linaponya mm, waenda ukaisaidia serikali. Inaweka bajeti kubwa sana kuhusu kutibu watu mahospitalini, kwa hiyo wawaonyeshe imani, wawalishe imani ili wale watu nao waponywe, kutokana na serikali inatumia kodi nyingi kununua madawa, kulipa madaktari, kujenga majengo, usafirishaji wa ambulance, eh, kulipa waandishi na yani mambo mengi yanatokea, watu wanaacha kazi zao. Sasa kama kuna watu kwa jina la Yesu, mtu akitamka kwa maneno mawili matatu, mm. watu wanapona. Haya ndio nikumbusha maneno ya Gabriel Robert Gabriel Mugabe alisema siku moja, alimuuliza mm-hmm. hivi kwa nini watu wengi mapasta wanasema wanaponya wagonjwa lakini hawaendi hospitali. Akamwambia, wale unaoona kwenye makanisa wanaomba uponyaji wale si wagonjwa, wale ni maigizo. Wagonjwa wa kweli wako hospitali, na kuna pasta na mtu anatumia jina la Yesu atakaesubutu kuingia kwenye hospitali kusema naombea kwa sababu, ataumbuka nguvu zake hazitoonyeshi inaonekana e, kwa sababu zake, kwanza unapoongelea walokole ni dini mpya ambayo imetokana ni tawi ndani ya ndani ya ya matawi ya Ukristo. Eh, kwa unapoongelea dini mpya ya ulokole ilianzishwa Texas, katika gereza ambalo ni wafungwa na ndio maana walokole wote ukoona wanaongelea masuala ya miujiza pamoja na ukosefu wao. Atakwambia mimi nilikuwa mwizi. Nilikuwa mnyang'anyi. Likua e, nilikuwa mchawi. Sasa kwa damu ya Yesu nimeokoka. Wale ni watu wote, kwa sababu dini hii ilianzishwa na wafungwa gerezani wanatafuta uaminisho mbele za watu kwamba wameacha makosa yao, wamemrudia Mungu kwa wokovu wa Bwana Yesu, lakini si kweli. Binti Chionda, unaamini kwamba Yesu yupo na shetani yupo? Yup mm, shetani ni matengenezo ya watu, kwa sababu shetani na Mungu ni mtu na rafiki yake. Kwa mujibu wa kusoma Zaburi, unamkuta shetani na Mungu wana majadiliano makali kabisa. Majadiliano haya yanatokea Mungu anampa anamwambia shetani, nenda nakupa mamlaka, naenda kamjaribu Ayubu lakini usitoe roho yake. Ina maana shetani na Mungu wanaushirika. Tena majadiliano yalichukua muda mrefu zaidi ya nusu saa. Mungu anamuuliza shetani, vipi, mbona ulikuwa unaonekana? Anamwambia, nipo nazunguka zunguka duniani. Mungu anamuuliza anamwambia shetani, umemwona mtumishi wangu Ayubu wa alivyo mwaminifu? Shetani anamwambia, ni kweli kabisa, Ayubu ni mtumishi wako mwaminifu, lakini hakuabudu bure na kufuata bure, kwa sababu umememesha vitu vingi umempa utajiri, umempa wanyama, umempa wake, umempa ardhi kubwa, anamiliki watu, ana nguvu. So kwa hiyo ni malipo yake kukuabudu wewe sio kama anapenda au kwa hiari yake hapana, analinda mali zake zisipotee. Mungu akamuuliza shetani akamwambia, yeah, "Je, unasemaje kwani unataka kwenda kumjaribu Ayubu?" Akamwambia, "Ndio." Mungu akamwambia, "Basi nenda ka, kafanye unavyoweza." Lakini akafanyiwa vituko vyote bwana Ayubu, mambo yakamtokea magonjwa nini? Lakini baadaye Mungu akamuia shetani, "Je, vipi kataka kusika na moyo wake? Ndio akasema usiguse roho yake, wewe mchezecheze ngozi yake iharibike awe maskini, lakini roho yake usiguse. Na maana shetani ana nguvu ya kutoa roho. Sawa. Huyo Mungu ambaye unamzungumzia mm. uh, yupo kulia mm. shetani kushoto mm. alafu ambe chagua upande eh. wapi? Hawa wote siwezi kuwachagua kwa sababu Mungu na shetani ni washirika. Mungu anatoa oda kwa shetani, shetani anaitenda. Ukikataa kwa shetani Mungu atakuangamiza kwa sababu hawa wote lao ni mmoja. Kwa hiyo uh, shetani na Mungu ni kitu kimoja. Okay. Ibada zako wewe unafanyia wapi na unafanyaje? Ibada zangu mimi sehemu yote nilipo, kwa sababu sisi tunakwenda na asili, hata nilipokaa hapa nafanya ibada na tufanye ibada, kwa sababu kuabudu maana yake kutumikishwa mm-hmm. eh, worshiping maana yake huwa mtumwa, unamtumikia mtu fulani, unamwabudu. Unaabudu nani? Unaabudu nature, unaabudu miungu ya Kemeti, unaabudu miungu ya, ya wazungu, unaabudu miungu ya watu wote, maana kuna mungu na miungu, kuna god and goddess, miungu ya kike na miungu ya kiume, ila akatokea mungu mmoja akawashinda wenzake wote. Oh, akasema msiabudu mwingine isipokuwa mimi ni mkuu mimi, eh, nina wivu, naazibu kizazi cha kwanza mpaka cha nne kwa kosa la mzazi. Kwa hiyo Mungu mwenye asira, mpango yake ni kuangamiza watu, sio mpango wa maendeleo. Sasa mwandishi, dada Chionda, hivi wewe unazaa mwanao, mwanao kishamzaa tayari umeandaa chumba kizuri ya kae, lakini unakwenda kuchukua joka unaliweka ndani Afu ile joka namwambia mwanangu sikiliza ili joka lazima upambane nalo ulishinde uliue. Na kama ukishindwa kuliua ile joka mimi nitakupa adhabu. Kwa hiyo wanadamu sisi tume, tumepewa nyumba dunia lakini Mungu akaamua kutuletea joka ambalo yeye analijua alikoitoa na mipango yake. Ile joka lije kutujaribu. Kwa hiyo sisi tukishindwa kuliua ile joka sisi tunakwenda motoni, joka linaendelea kuishi. Kwa nini kwanza asianze kuliua ile joka la ndani alafu na sisi tupate wokovu? Natamani nifahamu mm. Kwa kifupi yani, kwa, kifu, kwa sehemu tu mm. Wakati unajitambua makuzi yako mpaka hivi sasa ya, yalikuwaje? Eh, kusema ukweli, mimi ma, makuzi yangu kwanza sikuwa na dini, sikuwa nashikilia dini moja mm -hmm. Mimi mekuu, baba yangu ni Mkristo, mama yangu Muislamu, lakini nikaenda nimekuwa na mama nikapelekwa kama mama yangu nao hakuwa na dini kama vile ya ku, ya iliyokuwa kiundani zaidi ila zaidila dini kwa kuzaliwa ya kwa hiyo naye alikuwa sio mtu wa kaisani, sio wa msikitini, kwahiyo mama yangu yeye. Ila mimi nikaingia kwenye nimepitia e, kidogo lakini baadaye nikaamua nisome na nabbsoma Kristo kidogo, nikaona nisome na Veda nikasoma dini ya wahin nikasoma nikaenda katafuta nika mahabharata kitabu cha dini ya dini nyingine ya Kihindu. Maana India ndio kuna dini nyingi, kuna dini zaidi ya milioni moja na laki tatu. Kwa maana nikikwambia mimi, leo dini ziko nyingi na mungu wako wengi, kuna mungu wa kilimo, mungu wa uzao, mungu wa chuki, mungu wa vita, mungu wa michezo. Kwa hiyo hapa kuna mkanganyiko mwingi kwa hiyo Afrika sisi tulikuwa tunaabudu nature, tunaimani katika nature. Sisi tunaabudu tunaamini na tunajua katika nature ndio mwokozi, na tuamini katika kitu wanaita God. Sisi God uh, walokuja nao kwa jina la God, tulikuwa tunamwita Mlungu Mlumba, tunamwita Mkulunkulu eh, yani yeye ni mkubwa kuliko wote, mwongozaji wa nature na asili yote, ndio tunamwamini na tunapofanya ibada zetu sisi ni popote sisi hatuna kitabu kilichotengenezwa, asema Mungu ametususia, Mungu wa Afrika, hapana. Kitabu chetu sisi ni dunia ilivyo, ulimwengu ulivyo, mabonde ni somo, mlima ni somo, ukikutana na wadudu ni somo, ukikutana na mnyama ni somo, ukikutana na binadamu wenzako ni darasa, bahari pamoja na upepo, mbingu na nyota na jua na mwezi, vyote ni kitabu. Sawa kabisa. Na siku kifa, unahisi wewe utaenda wapi? Eh, kwa sababu kifo ni asili. Kwenda nitakwenda kule, kuna kuhusika mwili wangu uta, roho yangu itaacha mwili, mwili wangu utaoza, lakini mimi nitaendelea kubaki katika mzunguko kukamilisha majukumu ambayo sijakamilisha. Kwa mujibu wa African spirituality, roho haipotei, napotea ni mwili. Kwa hiyo nitarudi katika, tunaita reincarnation, uzao wa mara ya pili, kubadilishwa roho kuwekwa kwenye mwili wa mwingine lakini nitakuwepo mimi, roho sio mwili. takuwa yale niliyoyaacha nitayaendeleza kupitia kwenye mwili mpya <laughs> Basi sawa, mtazaji wa Swahili Gospel TV, niko na chionda wa Chionda hapa, tunapiga stori mbili tatu na kuweza kufahamu mengi ambayo huenda ukawa na wewe au yafahamu kupitia Chionda wa Chionda, basi tunakuwa tunajifunza vizuri eh, kabisa na mfano ikitokea watu kwanza, kabla ya kwenda mbali, ushaisikia neno free mason. Free mason kwa tafsiri yako wewe unadhani ni nini? Ah, free masonly. Free manake huru, masonly wa jens kama unavyokwambia kama...